Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu. Akamwambia akamwambia akamwambia, mm, yu wa 8 months. Akamwambia so unanipima, un, unapima kilo ngapi ya unga? clients are waste eh, uh, are waiting. Akamwambia I have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema

Huo mtoto alikuwa mgonjwa arthritis ati akagonja. Kwani angepona? Acha kuongea ufala. Hapana, usipigane na yeye, usipigane na yeye pono hii bunduki kabisa. Huyu jamaa ni best yako na niko shua vile alitoroka na hiyo bunduki. Ni boss yangu anaitagwa Zulu wa Murang'a, ndio nakwambia, huyu jamaa mwenye alienda na bunduki huyu. Eh. Huyu Kachura anasema eh, anaitwa Kachura mm. niko shua, mnaongea, mlikuwa mmeipanga, ni kitu mnajua. Kachura tunakuaga so, tumechorona hey. eh mm -hmm. na tukitoka, unajua mahali yako, kuaga tumechorona job na Madam Liz na Zulu wa Murang'a, ndio mabosi wetu mm -hmm. Eh, mimi kina kwa hivyo nakina kachurahijobata hmm, tumepiga miaka kadhaa. Unajua mahali wako? Sasa hizi tukitoka tutawapata si? Eh? Madam, tutawapata lakini, bado acheni niwaambie, nitawapeleka lakini pia mimi nikiwapeleka niko mashakani pia. Nyinyi si watu wazuri, kama kama mtoi tunachinjaga na sekunde, je nyinyi? nyinyiaona wako na kidungi wako na na kidungi, kidungi. Kwa hivyo wewe ni wao unaogopa? Eh, pia mi bado life yangu itakuwa mashakani hadi nyinyi ninoma jo. Na mbona muhurumi watoto wengine ama wazazi wao? Madamu hiyo ni kazi, nami nilitraini watu nilitraini wa miaka tatu zimepita. Na mbona ukakata hiyo kazi? Ufuzi ni shida tu jo, hii gaba kasongo. Bro acha nikwambie kama, hmm. leo hatupati bunduki eh? na hatupati hawa watu unasema, usitulaumu kama Abande msini nyurie, Abande nitawapeleka, lakini bado mcheze safe. Nikiwapeleka bado mcheze safe, tukishafika pale karibu na ile mbogi, mcheze safe, mcheze kinyinyi. Wewe usijali, wewe utawapeleka. Wale wale majamaa si wema yonabia? Wale si majamaa wema. Utawapeleka Abande, lakini msini nyurie, msiniue mimi, usinilaumu msiniue. Abande. Kabisa. Abande huyu eh? eh? ee eh? Mi? <coughs> ni mnyama huyu, si mtu, na tunafaa tudili naye vilana kama mnyama. Abande, ni venye nimetoka kuambia. Abande hmm? Nitawaambia, nitawaonyesha hmm? <coughs> nitawaonyesha huh? mkubwa, nitawaonyesha <coughs> nitawaonyesha <wa> madamu <coughs> <coughs> nitawaonyesha <-na> <coughs> <coughs> <wa> madamu <coughs> nitawaonyesha, nitawaonyesha, maliombogi tutaipata.

Mwenye tutaandama ee, kama leo jioni ilikuwa tuende tungine tuwili hapa uji. Tulikuwa tunataimu watoi wa kutokea shule. Hii ni operation. Wewe nilifanya siku nini unasikia? Tusijaribu kucheza na mimi unasikia? Najua hivyo unajua na mingi sana. Wewe ndio ulifanya nini yangu ikapotea. Nitakutandika. Nitakutandika. Unaambia nani hizo vitu unaambia? Nitawaonyesha. Nitawaonyesha hapa pande. Madamu, nitawaonyesha. Nimekubali, nitawaonyesha. Wanakuaga huko mugumo mm -hmm, lakini time yao bado. Wanakuaga mgumo hapo, ndio tunakuja kuchorea, hapo ndio tunakupatanaga kuchorea biz biz biashara zetu. Nitawaonyesha ofisa, nitawaonyesha. Sikutaka ni shida, shida ni nini?

wachana kwambia, sijaribu kuongea vitu awwengine as wa wengine wakufe, wako wapate riziki. Unasikia, unaongea vitu zenye unaelewa wewe, kwamba siongee vitu hujui ni shida afisa huyo, vile umesema, wacha tupeleke huko mm -hmm. Ikiwa tutapata hao watu huyo mm, tutadil naye sasa. Afisa madam madam Liz, ntaonyesha so, ndio director sa, wa, wa, wa, sa,

una nguvu za kushika watu na kuweka chini, lakini unajua kusimama ndio zinataka kuisha. So mara ya mwisho nakuuliza, mpaka watoto wenyewe umesema, tukienda pale unatupeleka direct mpaka mwenye. Kuna hiyo ni ndio? Alikwambia hivyo wenye? tulikutana kwa kichaka kwenda chochea mahindi. Mazoea kula ugali siku zote, nilikuwa dai nibadilishe na

hata akisema anatoroka we hebuni kufungua hiyo na ukitaka utoroke venye unataka taka kutoroka sasa. Tumekupea ruhusa, utoroke uende mahali unataka kutorokea. Hiyo tumekupea ruhusa, toroke uende mahali unataka kutoroka. Sasa tunataka tupeleke mahali umesema kuna hao watoto nasikia.